Kwanza kwa sababu hili sio la siri liko wazi. Mnaona kwamba jeshi la polisi mapema siku moja baada ya mafua pale pale kudai kutekwa. Lakini pale imeendelea kusema mara kadhaa kwamba imeendelea kufanya mbele. Lakini bahati mbaya sana ni e, kwamba polisi wanyocho wamekuwa tabia ambayo kidogo inachangaza. Wanawaambia wanapeleleza hapo, hawaambii wamefikia hatua gani. Kwa tangu asante kwamba wanapeleleza. Haja kutuambia wamefikia hatua gani. Lakini la pili kwamba kuna kesi ilikuwa mahakamani ilipelekwa. Kamienda mahakamani, mahakamani kuu mahakamani lakini ushahidi kuna watu wanamshikilia mahala, watoe, wamwachie, wampeleke polisi ahojue, wa kama natuma apeleke mahakamani, mahakama isikize shauri kama kuna kosa hakitendeke kwa kila upande. Sisi kama Polepole ni mtu safi atuseme, kama na makosa zipo mahakama apelekwe mahakamani, mahakama ziseme kama ana kosa au hana kosa. Lakini habari ya mtu mwingine ambaye si mahakama kuchukua mtu kumpeleka, akupeleka mahala, kumficha mahala, hii nasema tena kwamba haiwezi kubalika mbele ya macho ya sheria. Sasa, sasa mimi nimefika eh.